anga wake ni shilingi mia tatu na kuna wengine ni shilingi mia nne kwa maana hawa shilingi mia nne ambao unakutana na kama hawa kutana na saizi hizi ni shilingi mia nne lakini kwa idadi kubwa hawa ni shilingi mia tatu mpaka kwa mia mbili na hamsini inategemeana na idadi utakayochukua lakini wale ambao wanapenda aina ya perege wanaovumilia mazingira magumu nakuta wanavumilia mazingira magumu. Hata kama hali yako ya kiuchumi haipo vizuri, nalisha na vyakula vya kuungaunga, hawezi kukuangusha. Wapo hapa kama tunavyoweza kuona. Aina hii sifa yake kubwa ukitaka kuijua kwa haraka, tumboni huku ni nyekundu kama tunavyoweza kuona, tumboni huku ni wekundu kabisa. Hawa samaki sifa yake kubwa, wanavumilia kwenye shida yani ni, wa, ni, ni, ni, wale samaki ambao wana uwezo wa kula hata majani e, au mabaki mabaki ya chakula e, vyakula vile asilia wanakula na wana perform vizuri kwenye ukuaji wao. Kwa hiyo wanahitaji wale samaki ambao wenye mazingira kwenye mazingira magumu wanaishi vizuri, nao wapo. Size ya vifaranga pia tuzingatie ni kubwa kubwa kabisa, lakini wakubwa wakubwa hawa tofauti na wale nao onyesha wadogo wadogo wale bei zake zinakuwa shilingi 200 mpaka 150, lakini wakubwa wakubwa hawa ni shilingi mia tatu mia tatu kwa mia nne wale wadogo wadogo tuliowazoea huwa tunaonyesha kama huyu huyu, ndio huwa tunafanya shilingi mia mbili mpaka mia moja na hamsini kutegemeana na idadi unayochukua, lakini kuna pia saizi hii, saizi hii bado ipo, ni shilingi mia mbili mia mbili ndio ambayo tumeizoea, lakini kwa hawa wakubwa wakubwa wamebaki wachache saizi hii, wamebaki wachache saizi hii. Kama elfu tano tu wamebaki, kama elfu tano, kwa kila kifaranga shilingi 300. Wale wanaohitaji tuwasiane mapema ili uweze kupata vifaranga hawa, karibuni sana. Kwa majina, toa Maneno Likomba, napatikana Njombe, mkoa wa Njombe e, iliyokuwa zamani ilikuwa ni mkoa wa Iringa, sasa hivi tayari ni mkoa wa Njombe. Karibuni sana.